Waasi wa Kihouthi kutoka nchini Yemen wamesema mashambulizi ya anga yaliyofanywa na Marekani yamewaua takriban watu wawili usiku wa kuamkia leo katika ngome yao, huku video ya mabomu iliyochapishwa na Rais wa Marekani Donald Trump ikionyesha kuwa huenda idadi ya vifo katika mashambulizi hayo ikawa kubwa zaidi kuliko wanavyokiri. Mashambulizi hayo huko Saada yaliwaua watu wawili na kuwajeruhi wengine tisa. Kituo cha habari cha Almasirah kilichoendeshwa na Wahuthi kilionyesha video ya jengo la ghorofa mbili lililoporomoka baada ya shambulio hilo. Hakukuwa na picha kutoka ndani ya jengo hilo ambalo Wahuthi walieleza kuwa lilikuwa ni duka la vifaa vya nishati ya jua. Kampeni kali ya mashambulizi ya anga ya Marekani chini ya Rais Donald Trump dhidi ya waasi hawa wa Kihuthi kutokana na mashambulizi yao dhidi ya meli katika maji ya Mashariki ya Kati yanayotokana na visa vya Israel na Hamas, imewaua takribani watu 69, kwa mujibu wa takwimu zilizotolewa na Wahuthi. Hata hivyo, Wahuthi hao hawajakiri vifo vyovyote kutoka kwa wa, uongozi wao wa kijeshi au usalama, jambo linalozua shaka baada ya Trump kuchapisha video hiyo mitandaoni. Mapema Jumamosi, Trump alichapisha video ya miale ya moto ya rangi nyeupe na nyeusi kutoka kwenye droni ilionyesha watu zaidi ya sabini wakiwa wamejikusanya katika mduara. Mlipuko uliotokea ndani ya sekundi 25 za video hiyo ukiacha shimo kubwa katika eneo hilo. Nanukuu, hawa Wahouthi walikuwa wamekusanyika kupata maelekezo ya shambulio, Trump alidai bila kutoa eneo la tukio au maelezo zaidi. Oh, hakutakuwa na shambulio kutoka kwa Wahouthi hawa, hawatazamisha tena meli zetu tena, alisema Trump, mwisho wa kunukuu. Kituo cha Kamandi Kuu ya Jeshi la Marekani cha CENTCOM, kinachosimamia operesheni za kijeshi za Mashariki ya Kati hakijachapisha video hiyo wala kutoa maelezo yoyote kuhusu mashambulizi hayo tangu Machi 15 mwaka huu. Ikulu ya White House imesema zaidi ya mashambulizi 200 yameshafanywa hadi sasa dhidi ya wapiganaji hao wa Kihuthi. Shirika la habari la Saba linalodhibitiwa na waasi hao wa Kihuthi lilimnukuu chanzo kisichotajwa likieleza kuwa shambulizi hilo lililenga ziara ya jamii ya Idi katika mkoa wa Doheida ambapo Waislamu duniani kote walikuwa wamemaliza kusherehekea Idi ya Elfitri siku ya mwisho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Sabaha ilichapisha picha za makamanda wengine wa wakikutana na wapiganaji katika sikukuu hiyo, ingawa hakuna maofisa wa ngazi za juu za Wahuthi waliotajwa na watu walikuwa kwenye mkusanyiko huu, hawakuwa na uhusiano wowote wa operesheni za Wahusi ambazo zinatekelezwa uamuzi wa kupiga marufuku meli zinazohusishwa na adui wa Marekani na Israel, taarifa ya Sabaha ilisema na kuongeza kuwa shambulizi hilo liliua na kujeruhi kumi ya watu na wengine kadhaa. Hata hivyo, Wahuthi hawajawahi kukiri shambulio lolote lenye vifo vingi kiasi hicho daida katika kipindi hicho, ambapo taarifa ya Sabaha pia haikuwataja waliouawa kuwa wali kuwa ni raia, jambo linalodokeza kuwa walikuwa na uhusiano na vikosi vya usalama ama vya kijeshi vya Wahuthi. Hodeida imekuwa mojawapo ya maeneo yanayotokea mashambulizi ya Wahuthi dhidi ya meli katika bahari Nyekundu, hususan meli za Marekani. Muamar Alreani, waziri wa habari wa serikali ya Yemen iliyohamishoni, inayopinga Wahuthi, alidai kuwa shambulio hilo liliwaua wapiganaji na viongozi wa Wahuthi wapatao sabini pamoja na wataalam kutoka kikosi cha mapinduzi cha Irani cha IRGC. Hata hivyo, hakutoa ushahidi wa madai hayo, ingawa Irani imekuwa ikiunga mkono wa Houthi katika vita hivyo, ambapo serikali ya Irani wala IRGC hawakujibu lolote kuhusiana na shambulizi hilo. Kwa upande wake, Mohamed Al Basha, ambaye ni mtaalamu wa masuala ya Yemen kutoka kampuni ya Basha Report, ilinukuu taarifa ya rambirambi mitandaoni zilizopendekeza kuwa kanali anayesimamia vituo vya polisi vya Wahouthi wa daida aliuawa katika shambulio lililotekelezwa na Trump pamoja na ndugu zake wawili. nanuku mashambulizi yameongezeka sana, yakigonga mikoa mingi kwa wakati mmoja pamoja na miundombinu ya mawasiliano, vituo vya amri na mali zinazohusishwa na uongozi wa juu wa Wahuthi, na mitandao ya vichuguu vilivyokuwa havijaguswa maeneo ya milimani, Albasha aliiambia Associated Press. Mwisho wa kunukuu. Tumeona pia mashambulizi ya moja kwa moja dhidi ya mikusanyiko ya vikosi vya Wahuthi, jambo linaloashiria mabadiliko ya kimkakati na mashambulizi makali zaidi, aliongeza mtaalamu huyo. Uchambuzi wa Associated Press umebaini kuwa operesheni mpya za Marekani dhidi ya Wahouthi chini ya utawala wa Rais Donald Trump inaonekana kuwa pana zaidi kuliko ile ya Rais wa zamani Joe Biden, huku Washington kwa sasa ikishambulia sio tu maeneo ya uzinduzi wa makombora bali pia wahusika wa ngazi za juu na miji. Kampeni hiyo mpya ilianza baada ya Wahouthi kutishia kushambuliwa tena meli ya Kiyahudi kutokana na Israeli kuzuia misaada kuingia ukanda wa Gaza ambapo Wahouthi hawajafafanua wazi ni meli gani wanazochukulia kuwa ni za Israel, hali inayoweka meli nyingi hatarini. Wahouthi hao walilenga zaidi ya meli mia moja za kibiashara kwa makombora na, na ndege zisizo na rubani yani drones, wakazamisha mbali na mbili na kuua mabaharia wanne kuanzia Novemba 2023 hadi Januari mwaka huu. Pia walizindua mashambulizi dhidi ya manowari ya Marekani bila mafanikio. Mashambulizi haya yaliongeza hadhi ya Wahouthi ambao walikuwa wakikabiliwa na matatizo ya kiuchumi na walikuwa wakiendesha msako dhidi ya wapinzani na wafanyakazi wa misaada nchini Yemen huku vita vya miaka kumi visivyokuwa na mshindi vikiendeleza kuisambaratisha nchi hiyo maskini zaidi ya Kiarabu. Kampeni hii inaonekana haitakoma hivi karibuni kwani utawala wa Trump umeendelea kuihusisha moja kwa moja na juhudi za kushinikiza Irani juu ya mpango wake wa nyuklia unaoendelea kwa kasi duniani. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kwa taarifa zaidi kuhusiana na mzozo huo. Jina langu ni Mgongo Kaitira.